Ushawahi kujiuliza ni kwa nini kila unapopata wazo zuri la biashara, mpango wa safari au hata unapoanza mahusiano mapya yenye matumaini na ukawaambia watu wako wa karibu, basi ghafla jambo hilo linaishia kufeli au kukwama bila sababu za msingi? Wengi wetu tunadhani ni bahati mbaya. Tunadhani labda ni uchumi au muda haukuwa sahihi. Lakini leo nataka nikwambie ukweli mchungu. Kifo cha ndoto yako kilianzia mdomoni mwako. Je, unajua kuwa kuna uhusiano wa moja kwa moja kati ya kinywa chako na hatima yako ya kiroho? Katika ulimwengu wa roho, maneno si sauti tu. Maneno ni vibration na codes zinazofungua au kufunga milango. Watu wengi wanafikiri kusema siri ni kutoa habari tu, lakini ukweli ni kwamba unapotamka jambo Unazindua mchakato wa kiroho ambao usipoujua unaweza kujiingiza kwenye mitego ya kiroho ambayo huenda usiitoke maisha yako yote. Leo nitakufunulia mambo matano mazito yanayotokea kiroho kila unapofungua kinywa chako kusema siri zako. Na jambo la tano ambalo nitamalizia nalo ndilo muhimu zaidi, ndilo linalotofautisha kati ya watu waliofanikiwa na wanaoshindwa kila siku. Hakikisha huondoki mpaka dakika ya mwisho, maana baada ya video hii hutazungumza tena kama ulivyokuwa unazungumza jana. Kabla hatujaingia ndani zaidi kwenye mambo haya matano, chukua sekunde moja. Kama wewe ni mtafutaji wa maarifa ya ndani na unataka kuelewa sheria za ulimwengu wa roho ili ufanikiwe, bonyeza kitufe cha subscribe hapo chini na washa kengele ya taarifa pia gonga like kwenye video hii. Unapofanya hivyo, algorithm ya YouTube inajua kuwa hili ni somo muhimu na itawasaidia watu wengine wenye uhitaji kuiona video hii tayari. Asante sana, twende kazi. Namba moja, unavujisha nishati ya uumbaji energy leakage kiroho. Kila wazo jipya unalolipata iwe ni wazo la biashara au mradi fulani, linakuja na nishati fulani ya kuliwezesha kutokea. Hii tunaita creative energy. Fikiria wazo lako kama pressure cooker. Ile chakula kiive haraka, pressure inatakiwa ibaki ndani. Unapobaki na wazo hilo moyoni, ile nishati inajijenga, inachemka na inakupa msukumo, drive ya kufanya kazi kwa bidii mpaka jambo litokee. Lakini unapolizungumza kabla ya wakati, ni kama umefungua valve ya ile sufuria. Ule mvuke unatawanyika ndiyo maana ukishasema siri yako unajisikia mwepesi na ile hamu ya awali ya kufanya lile jambo inapungua ghafla. Kiroho umeshafanya miscarriage, umeharibu mimba ya wazo lako kwa sababu umeitoa nje kabla haijakomaa. Kumbuka, mbegu inahitaji giza la udongo ili iyote, si mwanga wa jua. Namba mbili, unawapa maadui ramani ya mashambulizi. Blueprint for the enemy. Sikiliza kwa makini hapa. Ulimwengu wa roho una itifaki zake. Kinyume na unavyodhani, nguvu za giza au maadui zako wa kiroho hawajui kila kitu kilichopo kwenye fikra zako. Mawazo yako ni siri kati yako na Mungu, lakini unapotamka lile jambo linatoka kwenye ulimwengu wa siri na kuingia kwenye public domain ya kiroho. Unaposema mwezi ujao nanunua kiwanja mahali fulani, unawapa maadui kiroho ramani, blueprint. Sasa wanajua wapi pa kuweka kigingi, wanajua nani wa kumtumia kukuchafua, au ni changamoto gani ya kifedha wa kuletea, ili hiyo pesa isifike kwenye kiwanja. Ukimya ni ngao. Adui hawezi kuzuia safari ambayo hajijui na kwenda wapi. Ukimya wako unawachanganya maadui, wanabaki wakikisia wakati wewe unatekeleza. Namba tatu, unazindua roho za husda, the frequency of envy. Sio kila na kuchekea, anafurahi hatua zako, hata kama mtu ni rafiki yako. Kuna kitu kinaitwa au jicho la husda. Hii si lazima mtu akuroge kwa mganga. Husda ni frequency mbaya ya kiroho. Unaposema siri yako kwa mtu ambaye ndani yake ana roho ya kushindwa au wivu, kile kitendo cha yeye kujua jambo lako linazindua ule wivu wivu huo unakuwa kama sumu ya kiroho inayorushwa kwenye anga yako ya mafanikio. Siri yako inapaswa kulindwa kama hazina. Unapoiweka wazi kwa kila mtu, unairuhusu mikono michafu ya kiroho iiguse. Kuna baraka nyingine zinahitaji incubation, zinahitaji kukaa kwenye joto la siri mpaka ziwe na nguvu ya kuhimili upepo wa nje. Namba nne, unatengeneza soul ties zenye sumu, muungano wa nafsi usio wa lazima. Unapomshirikisha mtu siri yako ya ndani, unakuwa umetengeneza spiritual cord, kamba ya kiroho kati yako na huyo mtu. Kama huyo mtu unayemshirikisha siri ni kwamba ana roho ya hofu, mashaka au mikosi, ile siri inakuwa kama daraja. Kupitia hilo daraja, hali zake za kiroho zinaanza kuhamia kwako. Hii ndiyo sababu mara nyingi baada ya kumwambia mtu fulani mpango wako, ghafla unaanza kuona hofu ambayo hukuwa nayo. Unaanza kusikia sauti inayokuambia hutaweza. Si sauti yako, ni maambukizi ya kiroho uliyoyapata kupitia siri uliyotoa. Chagua kwa umakini nani unamruhusu aingie kwenye sacred space ya mipango yako. Namba tano unajijengea gereza la maneno, the climax, word prison. Katika ulimwengu wa roho, kila neno unalotamka ni agano covenant. Unaposema siri yako kwa watu, unakuwa umejiwekea deadline ya kiroho ambayo hukutumwa na Mungu. Ukisema nitafanya hivi ndani ya miezi mitatu, na mambo yakachelewa kidogo, kwa sababu za kiroho, unajikuta unapata msongo wa mawazo na aibu. Hali hii inakufanya uanze kuishi kwa ajili ya kuwaridhisha watu badala ya kufuata mwongozo wa Mungu. Unakuwa mtumwa wa kile ulichokisema. Lakini zaidi ya hapo, unapoeneza mipango yako unajenga vibration ya kuridhika mapema, false sense of achievement, na roho yako vinajihisi kama vimeshafika, kumbe bado viko njiani. Watu waliofanikiwa zaidi duniani wanajua siri hii: fanya kazi kwa ukimya, acha mafanikio yako yapige kelele. Ndugu yangu, ulimwengu tunaoishi ni zaidi ya nyama na damu. Kila unachokiona kwa macho kilianzia rohoni. Jifunze kuwa na ina sako ndogo sana, watu ambao una uhakika wanabeba maono kama yako, na hata kwao usiseme kila kitu mpaka kimefika hatua ya kutoweza kuzuiliwa. Jifunze kumea maneno yako. Ukimya si udhaifu, ukimya ni mkusanyiko wa nguvu. Linda siri yako, kwa sababu siri yako ndiyo inayobeba hatima yako. Usiruhusu adui apate ramani ya maisha yako kupitia mdomo wako mwenyewe. Bwe, ni jambo gani kati ya haya matano limekugusa au limekuwahi kukutokea? Labda ushawahi kusema jambo na ghafla likafa. Niandikie hadithi yako fupi kwenye comment hapo chini, nitasoma maoni yenu na kufanya majadiliano nanyi. Kama somo hili limekufungua macho, usisahau kushare video hii na rafiki mmoja unayempenda, na kama bado hujasubscribe, fanya hivyo sasa ili usipitwe na masomo mengine mazito kama haya. Asante kwa kuwa nami mpaka dakika hii. Kumbuka, kinywa chako ni chombo cha uumbaji, kitumie kwa busara. Tukutane kwenye video inayokuja. Peace and blessings.